Tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo serikali ya Zanzibar imeamua kuzindua upya jumuiya ya Veteran Young Pioneers kwa lengo la kuwasaidia vijana kujiimarisha kiuchumi na kurejesha maadili ambayo yameonekana kuporomoka. Uzinduzi huo ni mojawapo ya shughuli za kuadhimisha miaka hamsini na miwili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar ambayo yanatarajiwa kufanyika wiki ijayo kisiwani Unguja. Mwanahabari wetu Kuruthumu Ali ana taarifa kamili. Katika serikali ya awamu ya kwanza iliyokuwa ikiongozwa na hayati Mzee Abeid Amani Karume, vijana wengi walikuwa wakijishughulisha na kujitokeza kutoa msaada kwa vijana wenzao kwa lengo la kuhakikisha maisha ya vijana yanaendelezwa na kuimarishwa kiuchumi, hali kadhalika na kimaadili. Katika kuelekea miaka hamsini na mbili ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia wizara ya uwezeshwaji, ustawi wa jamii, vijana, wanawake na watoto wameamua kuzindua jumuiya maalum inayojulikana kama Veteran Young Pioneers itakaoweza kutoa mwongozo thabiti kwa vijana wa Kizanzibar. Lengo letu basi <laughs> jumuiya hii iwe na nguvu. iwe na na nguvu nguvu za kiuchumi iwe na nguvu za kitaaluma iwe na nguvu za kudhibiti maadili yanayopotea. Naye katibu mkuu wizara ya uwezeshwaji, ustawi wa jamii, vijana, wanawake na watoto Asha Ali Abdallah amesema uzinduzi wa jumuiya hiyo utaweza kutoa msaada mkubwa katika kuondosha changamoto mbalimbali zinazowakumba vijana pamoja na kuwajengea maadili mema. Kauli ambayo inaungwa mkono na katibu mkuu wa jumuiya veterani yanko unieze Saidi Shaaban. Ndugu mgeni rasmi, uwepo wa jumuiya hii mpya unaleta matumaini mapya kwa vijana. Tunapenda kuahidi mbele yako Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba wizara ya uwezeshaji ustawi wa jamii vijana wanawake na watoto itatoa kila aina ya ushirikiano ili kuhakikisha kwamba jumuiya hii inatekeleza kazi zake vizuri. Vijana ni moja kati ya kundi la jamii ambalo linahitaji kupatiwa msaada, na kwa lugha nyingine tunaweza kusema ni nguvu kazi au rasilimali wake katika maendeleo ya nchi. Nikiripoti kutoka hapa katika kisiwa hiki cha Unguja, mimi ni Kufumwali Ua, TBC.